Maliza tu basi, tutaswali ima kwa tulipo, imamu atakaa mbele kule tuswali tulipo, ama tuingie msikitini, lakini kwa wote kuingia msikitini ni muhali. Kwa hivyo inshallah, Sheikh, karibu tupate nasaha zako kwa vijana wako na kwa wazazi tuliokuwepo, tunafaidika nini kwa hili tukio na mengineo utakayokuwa nayo inshallah. Allah kuwafikishe.

Alhabib na mashekhe wote, wazazi walezi, vijana, wana wana wetu, wanafunzi, wasichana na wavulana, wanahabari wetu, wanausalama wetu, salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu, kama ingekuwa si utovu wa adabu, ukiambiwa jambo ukikataa, mimi ningekataa kusema lolote zaidi ya ya yaliyosemwa, kwa sababu tumekuwa na tabia tu ya kufikiria maonyesho ya watoto, maonyesho. Lakini hapa kulikuwa na vitu viwili kwa wakati mmoja. Kweli kulikuwa na maonyesho, kwa sababu kile kinachokuja soma chenyewe ni kama maonyesho fulani lakini kulikuwa na vijana wetu wengine walichofanya hapa ni mawaidha kamili, mpaka alimwambia Shekhe Juma sababu jana alikuwa na kipindi redioni akakosa muda wa kutosha. Nikasema mwanahabari wetu hivi haoni kuna vipindi vingapi vinampita? Kwani ni programu kamili? Yaliyosemwa hapa ni mawaidha kamili yaliyokamilika katika maeneo tofauti tofauti, malezi nini nini. Sasa kwa kawaida, baada ya vitu vya namna hii, alafu ukataka upitie mlemle, labda uongee mambo ya nje kabisa ya mada, kwa sababu mambo ya kielimu ni mambo ya kimalezi. Ukisema tuondolee, tuongelee mengine, tunatoka nje ya ufasaha, kwa sababu moja ya ufasaha ni kuongea ndani ya jambo lenyewe huwezi kwenye msiba ukawa unazungumzia mambo ya ndoa, watu washafiwa, unawajeruhi. kwa Mungu keli niseme yaliyosema hapa, hasa hii benchi ya mwisho mwisho, wale vijana wetu wa kike na wa kiume ambao wana umri uliosogea waliongea kwa kujiamini na walikuwa wana haki ya kufanya hivyo amesema mengi, kuchagua mke, kujuta kwa mambo yaliyokufutu na kadha na kadha. Mimi kwa sababu ya muda umepita sana na hasa kwa wenzetu ambao ikiwapita adhuri wanapata dhambi, na nataka nikazie mifano michache ya moja yaliyosemwa. Moja yaliyosemwa ya kimalezi ni kuchagua majina mazuri kwa watoto wetu. Hili kweli limethibiti. Nakumbuka unaweza kurejea katika Tuhfatul Mauludi pale anataja mifano. Kuna wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anaenda safarini, inafikia mahala wanataka wapate kula kitu, akamwe maziwa ngamia, anatafuta watu. Nakumbuka kuna tukio moja, tukiza mtu anaitwa Murra, neno lile maana chungu, kitu chungu kama shubiri vile, awaambia hapana kwa jina hilo Hapana. Mwingine akatokea mtu si aitwa Hilwa, nini lenye maana utama kusema wewe sawa. Kwa hivyo, haya majina wakati mwingine huwa yana visirani. Hatuwezi kuishi maisha ya kufikiria visirani, lakini majina yana athari za kisaikolojia katika makuzi ya mwanadamu. Sisote Waswahili, ukisema toto tundu maana yake nini eh? Mheshimiwa Mea neno tundu maana yake nini? korofi korofi, hivi na iye mungu wa Kiarabu lisu maana yake nini? Mwizi. Sasa ukiweka majina yote mawili ukimpa mtu mmoja <laughs> umechafua hali ya hewa <laughs> hatumkusudii mtu lakini, nataka ujue athari ya majina haya ukiyakosea, ukia kosea, kosea. Majina yanatokea vibaya, mtu anaweza kuharibika kwa majina tu. Kwa hiyo narakizi kwamba tutafute majina mazuri, na kipindi hichi ukiacha hayo ambayo tushaona ubaya wake, lakini tahadhari ni kwamba watu siku hizi wanaangalia katika misalsal na movie hizi za Kituruki si za nini, basi mlemle utakuta wanapata majina ya watoto wao ambayo kwa kweli si mazuri. Mimi nakumbuka mimi na marhum Sheikh Ruia tulipita nyumba moja, tukaomba maji ya kunywa, mashine ya maji kule Mtoni. Basi tuka, tuka, tukaambiwa na mama akamwita mwana, wewe nani Humfos, hebu njoo. Akaja kijana anaitwa Humfos, kawaletee maji wageni. Kweli kenda na jagi na glasi pale mbili, tukapewa maji na Humfos. Homfos, sisi watu wa pwani, lina kisawe chake kwa Kiarabu homfos jumla, ndio huyo mmoja. Sisi muradhi, sitachafua masikio yenu, watu wa pwani sisi. Homfos tunamwita jina la homfos, hii ni kwa maslahi yako ya walio ya wa au, jina la homfos lina maana yule mdudu mwenye tabia, mtu akijisaidia vichakani anakuja viringa viringa, kinyesi kama gorori vile. Sasa unamta mwanao jina kama hilo, kitatokea nini? Lakini tumekuta mtu mwingine pia katika jumla ya tuliyokutana nayo, na haya yametokea si siku nyingi. Kuna mtu mmoja alipata mapacha shekhe, afadhali apewe umpe majina huyu kumbe mama mzazi ashachagua majina, watoto wawili, mmoja msichana, mmoja mvulana. Mama yake ameng'ang'ania majina, mmoja anaitwa Ahmar na mmoja anaitwa Ahwal. Hawa watoto naokutajieni hawajafikiza miezi sita, tukawa wamezaliwa ni kadhia mpya mpya. Nikamwambia yule mama, wewe umeng'ang'ania haya majina, unajua maana ya Ahmar na unajua maana ya Ahwal? Jina tulimekakaa vizuri tu kama jina la Qur'an Qur'an hivi. <laughs> Nikamwambia uniruhusu nikutajie tafsiri yake ili uwe unaelewa liyahlaka man halaka an bayina <laughs> wayahya man hayya an bayina. Nikasema ahmar ni kitu chekundu sana kina mili kwenye damu ya mzee ama, ahwal kwa lugha hii sisi tumwita mtu makengeza kama gari iliyo katika Center bolt inaangalia hivi kumbe inaelekea huku. Ahwal ni mtu ambaye kimaumbile macho yake kama anaangalia huku kumbe anaenda huku. Hasa wewe kimekuvutia nini kwa neema hii ya mapacha ukawapachika majina hayo ndioshawaita haya? Kwa hiyo tunaweza kusema tu msichezee haya majina, kwa kweli huwa yana athari zake, zingine yanaweza kuwa na athari vikatokea visirani na mtoto akajikuza hivyo hivyo, matokeo yake yakatokea mabaya. Mimi ni niseme tu kwamba kusimama kwangu, kwa kuwa nimeambiwa kwa niaba ya wenzangu hawa, kwa kweli ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata fursa hii ya kushirikiana na nyinyi. Na Sheikh Kombo umetaja sana, najua umefanya mengi sana, na ni ahadi ya Mwenyezi Mungu wa kuli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mu'minun, mmeziona kazi zako, wamezitaja hata kijana mdogo anaambia, madrasa gani ile? anataja ili, ili mzee Kombo, kwa hiyo unafanya sasa. Kwa hiyo tunawashukuru wale wote ambao mmesababisha kwa ushauri wenu kwa mali zenu kwa dua zenu ili kupata kituo hichi cha Ehsan. Allah walipe duniani na akhira. Lakini wale waliotangulia ambao tunaambia ndo walianza, Mwenyezi Mungu ajalie haya kuwa ni sababu ya wao kupata pepo na ajalie ni sababu ya kupata kabri zao kuwa raudha min riyadhi aljanna. Lakini waalimu na wadau wengine, wazazi na watu wa kada nyingine, tunaomba kwamba vitu vya namna hii kwa kweli ndio vya kuwekeza. Ukitaka uwekeze kwa namna nzuri, kwa kweli uwekeze katika vitu kama hivi, ambavyo sisi kwa tunasema mara kwa mara na mheshimiwa Mea atayasikia vitu kama hivi kwa kweli vinabidi kuungwa mkono hata na mamlaka, kwa sababu nyinyi hamwezi kutudhibiti ukorofi wetu mpaka mtumie nguvu, alal aqali kirungu cha mgambo. Lakini mzee Kombo bila kirungu, kwa aya, ahadithi, watu wananyoka. Na kadiri watu wanavyotengezwa wazuri kwenye vituo kama hivi, huko uraiani nyinyi unaweza kukuta polisi ame, anasinzia kituoni, hakuna kadhia mbaya. Matukio hata ya jana ambayo yalitajwa na, na, na kadhi yetu hapa, huwezi ukakwepa watu wanaokosa malezi ndio chachu ya haya au waliopata majina yenye visirani wanahusika na majambo kama haya. Mimi nachokataa, maneno yangu haya ya shukurani yasigeuke mawaidha yakakuharibieni nyinyi wakazi ambao mnawajibika kusali adhuhuri kwa wakati moja ya nasaha nakumbuka, ile ilisomwa na mwana mama mtarajiwa, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Lakini pia tuliambiwa ilmu bila amali kama mti ambao hauna matunda. Sasa tushaambiwa swala kwa wakati, alafu sie sie upite wakati itakuwa tukua na maana, kamathalil himari yahmilu asfara. Mifano miwili imepigwa ya watu wasotumia elimu, mmoja huu alladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali lhimari yahmilu asfara. Mfano apili, alehi, wa pili kamathali lkalbi intahmila alaihi alhadh wain lam anakuwa hidu. Kwa hivyo nasema sisi zaidi ya shukrani kwa niaba ya sisi ambao asilimia kubwa tunajiona kama tumealikwa wageni, lakini jambo ni letu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo aliimarishe, alidumishe lituzalie raia wema Waislamu wema ambao uwepo wao utakuwa ni faida kwa jamii inayowazunguka. Sikusudi kusudii mawaidha kwa sababu liozitaja. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kinachofuata ni shukrani kwa shekhe wetu shekhe Kombo, alafu tumaliziwe na dua na mzee wetu leo uwezi kuongea asema yeye hawezi kuongea kwa sababu vijana waleo wamemsifia mpaka anajisikia kama kashatoa shukurani. Kwa hivyo kinachofuata ni kikubwa kwamba e, Markaz Ihsan pamoja na mashekhi hawa ambao wanakiendesha kituo hiki sambamba na familia ya almarhumu mzee wetu mzee Faraj maarufu asas, wao wanatoa shukurani sana kwa kuitikia wito wao kushirikiana nao kutoka juzi. Manake juzi tulikuwa na khatibu mgeni, wamemleta wao wow. Na jana palikuwa na muhadhara au kongamano la kina mama na wababa wamewaalika wao na leo sisi wote tuko hapa, na wengine tupo tuliotoka mikoa ya mbali tumekuja hapa kwa wito wao, na waliokuwa Iringa wamekuja hapa kwa mwito wao. Kwa hivyo hakuna zaidi wanasema cha kuwalipa nyinyi isipokuwa atakayewalipa ni Allah subhanahu wa taala na wanawaombea dua inshallah. Baada ya yote hapa kumalizika, basi mrejee katika majumba yenu mkiwa katika hali ya usalama. Baada hayo machache, maiki sasa kwa mzee wetu shekhe wetu sharifu wetu Shekhe Sururu aweze kutuombea dua, na baada ya hapo msiondoke, tuna swali na tukisha swali, msiondoke ni chakula inshallah. Shekhe wangu, karibu.